Jambo dati ni salama ya samani kwa kusumbua. Mimi naitwa Upanga wa Radi, niko muislamu, niko nafanya propagation mwa hivi, labda sijui kama ikakuinteresea kidogo, tuko na masuala yake. Kuna watu wengi wanazungumzaka juu ya uislamu vibaya, kwamba dini ya mashetani. Bado tukaona watu kubakiana ile maideolojia ya kusema kwamba Uislamu dini ya uchawi watu kuchukiana bure sana kwa dunia. Na sisi tuko na bidii zetu tupate ufalme wa mbinguni, tuingie peponi, tujikute siku moja tukapasi mwana wa Yesu, mtoto wa Maria. Ndio tukasema tuwaletee watu hata hizi brochure hizi. Eh, na kama gisi na tunavyozungumzia hapa dini ya Uislamu nini maana yake? Ndio labda usikie mtu anatukana Uislamu, ukwepo deja kwa tena argument kusema kwamba Uislamu anawasemiaga uongo. Ndio tukatua nini maana ya Uislamu? No. sio Uislamu. Kawaida yetu tukianza jambo huwa tunaanza tumia namna ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa kweli ndio alituumba, ndio tunaanza kwa shukrani zote, njema zinamstahiki Mwenyezi Mungu. Ni mwenye kurehemu. Ndio tunafasiri neno Uislamu e, inatokana na neno na lugha ya, ya Kiarabu Islam. Nadhani huko masomo ulikuwa ukisoma mmoja Islam. Et c'est la, la, la, la volonté de Dieu appelé Allah. Ndio tunafasiria hapa ili kuonyesha watu kwamba Uislamu ni kunyenyekea sheria ya Mungu. Watu natua na ushahidi, kumbe tufanye hivi ili tuwatoe watu mugiza, wapate kuelewa Uislamu. Lugha ya maana manasara nasema, <coughs> kwamba njoni katika neno lilikuwa sawa baina yetu na baina yenu ya kwamba tusimwabudu yeyote ila Mwenyezi Mungu wala tusimshirikishe, manake kumwasosie Mungu kutegemea kinyume na Mwenyezi Mungu na chochote kile, wala baadhi yetu tusiwafanye wengine e, wala baadhi yetu samani e, na Mwenyezi Mungu wala tusimfanyie sisi kuwa na e, sisi kwa sisi kuwa waola, manake tusifanye tuka nikakuabudu wewe kuliko Mwenyezi Mungu. Eh, sawa, wakikataa wale watu, baada ya kuwambia maneno ya Mwenyezi Mungu, semeni, shuhudieni ya kwamba sisi ni Waislamu. Hii ndio inakuwa tafsiri hadisi ya Uislamu nah. bon. ku mm -hmm. Apitapita kusomasoma, tuko na namba zetu hapa za simu, labda uko interese, unaweza kutukontakte tujue tena tukutembelee nautengeneze undugu. Dada, nashukuru sana okay, yes. Mungu akubariki wana na kazi njema.